Kwema kabisa. Mchezo umekwisha ushindi wa goli moja. Prince Lube anaingia kambani, anatanguliza katika hatua ya makundi point 3, kibindoni kutokea Zanzibar ya yeah, swadakta so, kabisa lilikuwa ni swala la muda. Kwa hiyo mimi nadhani tumepata point tatu kwa sababu tulichokuwa tunakihitaji ni point tatu, haijalishi tumefunga goli ngapi, si tumefunga goli moja na alama tatu. hayo maswala ya idadi ya magoli tukutane mwisho wa makundi wa... wa... wa..., ndio tuanze kuhesabiana lakini sasa hivi kwanza ni mwendo wa pointi tatu kuhakikisha tunaondoka na alama tatu kwenye uwanja wa nyumbani, ili tujitengenezee mazingira mazuri pale tunapoziendea mechi za ugenini. Maneno yalikuwa mengi, Pinsi Dube afunge, Pinsi Dube afunge. ni kama asifale leo amefa. Hayo ni maneno ya wapinzani, lakini kwetu sisi yule ni mchezaji wetu na Prince Dube kukosa chansi au kutozitumia zile chansi anazotengenezewa haimaanishi kwamba ni mchezaji mbaya. Kuna mchezaji mwenye performance, alafu kuna mchezaji mzuri u, unatakiwa ujue jinsi ya kuwatofautisha hao wachezaji. Mimi kati ya Jude Bellingham na Jamali Musiala, hapa kuna mchezaji hatari na kuna mchezaji mzuri. Mchezaji hatari na mchezaji mzuri ni watu wawili tofauti. Jude Bellingham ni mchezaji hatari sana hasa akiwa amelifesi lango. Lakini Jamal Musiala ni mchezaji mzuri hata asipolifesi lango. Kwa maana gani? Kwamba mchezaji mzuri unamwangalia timu inapopoteza mpira anariact vipi. Na mchezaji hatari unamwangalia anapokuwa na mpira mguuni anariact vipi. Kwa hiyo mimi nadhani Prince Mpome Lero Dube ni mchezaji ambaye Yanga hawatakiwi kumuacha, na hawatakiwi kuingia kwenye mfumo wa kelele za watu, kwa sababu ni situation ambayo wachezaji wengi duniani wanaipitia na uhalali wa mshambuliaji yaani namba tisa aliyekamilika, kwanza kabisa sifa yake ya kwanza ni lazima akose nafasi. Erling Haaland ndio mshambuliaji hatari duniani na ndio mshambuliaji gari, lakini ndiye mshambuliaji pia anayepoteza nafasi nyingi pale Manchester City, hata kwenye timu yake ya taifa. Ukiona Erling Haaland amefunga magoli matano kwenye mechi moja, maana yake amepoteza ya zaidi ya, ya nafasi tano mpaka nane umeelewa na anazokuwa ametengenezewa, maana yake mpaka anafunga goli tano anakuwa ametengenezewa si chini ya nafasi kumi na tano. Umeelewa? Kwa hiyo Prince Dube ni mchezaji ambaye tunatakiwa kumfariji sisi wenyewe, kwa sababu tunajua ubora wake tangu anatua Azam anakuja kuichezea ligi ya Tanzania mpaka tunamchukua sisi Young Africans. Kwa hiyo mimi nadhani Prince Dube yeye kuwepo pale mbele, kazi yake ni kuwakipu bize mabeki ili viungo wengine waweze kufunga ah. Ndio maana Real Madridi hana namba tisa, ana mfosi Kiliani Mbape. Kuna hatua inafikia Kiliani Mbappe alikuwa anamwambia Carlo Ancelotti, naomba nitokee pembeni nilivyozoea, umeelewa? Na, na, nilivyo na Madridi pia namba tisa hawana. Je, hawapati matokeo kisa hawana namba tisa? kwa hiyo mpira wa sasa hivi unachokihitaji ni ushapu na umakini wa safu yote ya ushambuliaji kwa maana ya namba saba, namba nane, namba tisa, namba kumi na namba kumi na moja. Wote watano wanatakiwa kuriakti wanapokuwa wana rifesi lango. Kwanza ni kucheza kitimu, kwa sababu kinachotakiwa kupatikana ni matokeo ya kitimu na sio matokeo ya mtu binafsi. Ukiisha itafuta timu ukapata matokeo ya timu, unatakiwa matokeo ya mtu binafsi yatakuja baadaye. Kwa hiyo Prince Dube ni mchezaji ambaye tunatakiwa tumsaidie na sio kumkosoa, kwa sababu unapomkosoa, kwanza unamtoa kwenye reli, pia unamwaribu kisaikolojia, anakuwa anawaza nitakapoenda uwanjani nikipata nafasi mashabiki wataniimbaji? Kwa hiyo inabidi sisi tuendelee kuimba Dube, Dube, Dube, Dube, anajua kumbe pamoja na kwamba anakosa nafasi lakini bado wana imani na mimi. Leo hii Dube, wewe ukimwacha akachukuliwa na na timu nyingine akaenda akawini tutaanza kulalamika. Mastrika sasa hivi duniani kote ni gari sana. Barcelona Lewandowski anaenda kuchoka. Hawajapata striker wakuja kulisi mikoba ya Lewandowski. Unaelewa? Msimu jana, msimu wa kwanza Lewandowski anatua Barcelona. Mkataba wa Barcelona na Bayern Munich. Bayern Munich waliweka mkataba, waliweka kipengele Lewandowski akifikisha magoli 25 kwenye msimu mmoja basi Bayern Munich alikuwa anaenda kunufaika. Ilifikia hatua uongozi wa Barcelona ukamzuia Lewandowski asifunge magoli, alivyofikisha magoli ishirini na tatu. Umeelewa? Oh, na oh, bado yeye ndiye akawa mfungaji bora, pamoja na kwamba aliishia magoli ishirini na tatu. Dube, tunatakiwa tumsaidie mm, ili aweze kujisikia kwamba timu aliyopo bado inamhitaji. Alikuja Gede msimu msimu juzi alikuja dirisha dogo akamaliza msimu na magoli sita, tukamwacha hafai. Dube mzize kipindi kile amekosa goli dhidi ya Mamelodi ya tukaanza kuimba afukuzwe. Leo hii tungekuwa tumewafukuza tungekuwa na kiatu bora cha Tanzania hapa kisingekuwepo. Maana yake tunatakiwa kuwapa subira, hawa bado ni wachezaji, kwanza ni wachezaji ambao hawajapita kwenye academy. Umeelewa? Yaani ni wamekuwa yaani, wa na talent tu hawajapita kwenye ile misingi sahihi ya mpira. Kwa hiyo tunatakiwa tuwasaidie sisi wenyewe kuhakikisha kwenye wakati mgumu tunawafariji, na kwenye wakati wa raha pia tunawafariji ili tuweze kufanya vizuri kwa pamoja. Timu ikipoteza tumepoteza wote, timu ikipata matokeo tumepata matokeo wote. Zinga no. ametaja hapo kumsupport mchezaji asikate tamana, nikakumbuka mechi moja ya KMC pale, e, mlicheza na Dube alikosa magoli mengi sana, lakini mlimchangia, ilikuwa na maana gani asa, ili unijibu hii swali, anza na ile nyimbo yako <laughs> akitoka mama anafata Dube, bamba endo yeye hatari. <laughs> Kwanza naomba niseme kitu kimoja namtangaza Eliza kuwa ndo mchambuzi pekee wa kike duniani anayejua mpira. Wale wachambuzi njaa wa ligi yetu na nchi yetu, wale wote wanatakiwa kuja kujifunza kwa Eliza. Umeona namna alivyokuwa na uchambua mpira, striker anatakiwa right, kuwa vipi? Umenielewa? Niliwahi kuzungumza Dube ndo striker hatari ya Afrika Mashariki na kati kuliko striker yoyote lakini, wale ambao hawajui mpira walinibeza kwa sababu gani? Kwamba hafungi? Striker sio mpaka afunge, angalia namna alivyokuwa na jiposition alivyo. Nishawahi kusema Dube ni hatari sana, ana jiposition. Akiwa kwenye eneo la kumi na nane atatokea winga wa kulia, atatokea winga wa kushoto, atarudi nyuma kusaidia watu. Huo ndio ubora aliokuwa nao, sio? Umeelewa? Nataka niwaambie kitu kimoja, Prince Dube mwana mfalme, wale wote waliokuwa wanamsema vibaya Dube wala, eh niwe. Wala, niwe. Wala, niwe. E, wala niwe, lakini pia tuwaambie wanayanga wote timu yetu mmeiona, hii ndo Yanga ambayo tulikuwa tunaitegemea. Niwaambie, kuanzia pale KMC mliona Yanga namna ilivyokuwa inacheza. Tumemfunga KMC goli nne. Uwezo mkubwa sana wa mwalimu alifanya sabu stretching, yaani kuanzia kwenye mechi ile ya Mtibwa mabadiliko aliyofanya ndo kwanza alikuwa na siku moja, lakini mechi ya, ya, ya KMC nikawaeleza, angalieni sumu wanazozingiza mwalimu, tunakuja kupata goli nne kiasi kwamba ndo kule tulikokuwa tunaishi sisi kwenye goli nyingi. Simba tukampiga tano, wengine tukapiga nne, Azamu si akina nane, wengine sio mmeliona. Kaja mwalimu, nikakumbuka kitu nikiwa pale uwanjani, ni note jambo, mwalimu ame relax sana akiwa pale bench, hana yale mapepe kwamba labda kuna pressure ama vipi. Ni uwezo wa wachezaji alioko nao, ama ni uwezo wake binafsi, anaamini mbinu anazozitoa kwa wachezaji. Walimu wakubwa na wasomi wako hivyo, kwa sababu unamfundisha mchezaji, unamwelekeza njia za kupita, kila kitu unamwelekeza, anakuwa anafanya Unaweza ukaona Yanga kwa siku ya leo imekuwa na hatari kubwa sana kuliko timu zote, umenielewa. Mashambulizi mengi tumekosa magoli mengi ya wazi, nilikuwa na tamani zile goli tuliomfunga KMC, tungiwafunga na na hawa, zilikuwa zinakamilika, lakini bahati mbaya nafasi a hazikwenda vizuri, umenielewa. Tumpongeze sana profesa Pakome. Kiukweli nataka niwaambie katika wachezaji hatari katika hii michezo yote watakaokwenda kuwa ghali kabisa duniani ni wachezaji wawili Pakome na Gilimugisha. Mmeona watu wa Arabu walivyokuwa wanapata shida sasa, hao wa ndo watakao kuja kuwafundisha adabu wa Arabu. Umeona namna alivyokuwa nawachukua kijiji, alivyokuwa anaondoka nacho, soft goal anacheza. Yani, una mchezaji pa kombe mezuzwa, mchezaji wa World Cup. She. una wasiwasi Eliza, nimetazama kitu leo katika mchezo wenu eh, nimemwona kocha akiwachezesha baadhi ya wachezaji ambao mashabiki na wale watu ambao E, walikuwa wanatoa maoni yao, walikuwa wanasema huyu acheze huyu acheze. Nimeona Balakonte kacheza, Edmund John kacheza, wachezaji wengi ambao walikuwa wapati nafasi leo wamepata nafasi. hii ina maana gani kwa young africans? Kwanza nimpongeze mwalimu kwa kutambua hilo swala kwa, kwa wakati, kwa sababu kila mchezaji aliyesajiliwa young africans ana wajibu wa kuitumikia young africans, na sio kuitumikia tu, kuipambania mpaka ipate matokeo. Tuna michuano mingi hapa katikati, nadhani umeona baadhi ya mechi za ligi zimesogezwa mbele. Ni kwa sababu ya kalenda kuwa so rafiki. Shirikisho letu la mpira Tanzania kwa maana ya TFF wanakuwa wanapanga ratiba bila kuangalia ratiba ya FIFA kwa sababu, ili uendane na kalenda ya FIFA kabla hujapanga ratiba yako, unatakiwa uwe na uhakika na kalenda ya FIFA, uwe na uhakika na kalenda ya KAFU. So, ratiba ilivyotoka, mimi nilikuwa